Kiri mistari hii saba kila usiku kabla ya kulala. Kwa siku ya leo utakwenda kuangalia mistari saba ya Biblia ambayo kila usiku unatakiwa kuikiri kabla ya kulala. Kuna nguvu kubwa sana katika kuikiri mistari hii. Tunajua wakati wa usiku kuna mambo mengi huwa yanaendelea kwenye ulimwengu wa kiroho. Mawakala wa giza hutumia usiku kuleta uharibifu. Ndiyo maana ukisoma kitabu cha Mithali sura ya nne na mstari wa 16 imeandikwa nukuu, maana hawalali isipokuwa wametenda madhara, huondolewa usingizi ikiwa wa kumwangusha mtu. Tunajifunza wakati wa usiku maadui au mawakala wa giza wanapenda kuleta madhara kwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia mistari saba ambayo unatakiwa kuikiri kila siku kabla ya kulala. Mistari hii ya Biblia ina nguvu sana. Kama hapo awali nilivyosema, kuna nguvu kubwa sana katika kukiri neno la Mungu. Unapolikiri neno la Mungu, maana yake hutampa ibilisi nafasi. Kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia mistari hii saba. Kabla tujaangalia mistari hii saba, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu, tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya lakini pia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 utakwenda kunifuatisha mistari hii saba ambayo unatakiwa kuisoma kila siku kabla ya kulala. Mstari wa kwanza, Zaburi sura ya nne na mstari wa nane imeandikwa nifuatishe: katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliye kukaa salama. Rudia tena katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliye kukaa salama. Turudie tena, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliye kukaa salama. Turudie tena mara ya mwisho, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijalie kukaa salama. Mstari mwingine ni Mithali tatu mstari wa 24. Nifuatishe Mithali tatu mstari wa 24, imeandikwa ulalapo hutaona hofu, naam utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Rudia tena: ulalapo hutaona hofu, naam utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Rudia tena: ulalapo hutaona hofu, naam utalala na usingizi wako utakuwa mtamu mstari mwingine unapatikana kwenye kitabu cha zaburi sura ya tatu na mstari wa nne hadi wa tano naomba utanifuatisha kwa sauti yangu namwita bwana naye anitikia toka mlima wake mtakatifu najilaza nikalala usingizi nikaamka kwa kuwa bwana ananitegemeza Nifuatishe tena kwa sauti yangu. Namwita Bwana naye aniitikia toka mlima wake mtakatifu. Najilaza nikalala usingizi, nikaamka kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Turudie tena. Kwa sauti yangu namwita Bwana naye aniitikia toka mlima wake mtakatifu nalijilaza nikalala usingizi nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Mstari mwingine unapatikana kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26 na mstari wa 6, kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26 na mstari wa 6. Naomba utanifuatisha kiri kwa imani, nami nitawapa amani katika nchi tena mtalala, wala hapana atakayewatia hofu. Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu, wala hautapita upanga katika nchi yenu. Turudie tena. Nami nitawapa amani katika nchi, tena mtalala, wala hapana atakayewatia hofu Nami nitawakomesha wanyama wabaya, nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu, wala hautapita upanga katika nchi yenu. Turudie tena, nami nitawapa amani katika nchi, tena mtalala, wala hapana atakewatia hofu, Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu wala hautapita upanga katika nchi yenu. Mstari mwingine unapatikana kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 11 na mstari wa 18. Naomba unifuatishe kitabu cha Ayubu sura ya 11 na mstari wa 18, imeandikwa, nawe utakuwa salama, kwa sababu kuna matumaini. Naam, utatafuta tafuta kando yako na kupumzika katika salama. Turudie tena, nawe utakuwa salama kwa sababu kuna matumaini. nam utatafuta, tafuta kando yako na kupumzika katika salama. Turudie tena nawe utakuwa salama kwa sababu kuna matumaini na utatafuta, tafuta kando yako na kupumzika katika salama. Andiko lingine lapatikana kwenye kitabu cha Zaburi sura ya tatu na mstari wa tano Zaburi tatu na mstari wa tano. Nifuatishe, najilaza nikalala usingizi nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza Rudie tena, najilaza nikalala usingizi nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Rudie tena, najilaza nikalala usingizi nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Andiko lingine linapatikana kwenye Zaburi 91 na mstari wa tano hadi wa saba. Zaburi 91 a mstari wa tano hadi wa saba. Ifuatishe imeandikwa, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuuri. Ijapo watu elfu waanguka ubavuni pako, naam kumi elfu mkono wako wa kuume hata hivyo hautakukaribia wewe. Turudie tena Zaburi 91 mstari tano hadi saba. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu elfu waanguka ubavuni pako, naam kumi elfu mkono wako wa kuume hata hivyo hautakukaribia wewe. Amen. Mungu akubariki sana wewe uliotumia muda wako kukiri neno hili, likawe afya, likawe nguvu, likalete matokeo kwenye maisha yako, katika jina la Yesu, amen.